Habari na karibu kwenye Revealing Revelation, kituo cha unabii wa Biblia ambacho kinaingia moja kwa moja kwenye kiini cha mafumbo ya unabii. Jina langu ni Alain Dubreuil na kama utapata kitu kutoka kwenye mafundisho yetu, kumbuka kupenda, kushiriki na kujisajili. Na usisahau, kwenye kisanduku cha maelezo chini ya kila somo, tuna tafsiri za ziada za lugha kumi ili iwe rahisi kushiriki na familia na marafiki kote duniani. Kwa hayo yakisemwa, tuna somo zuri sana kwa ajili yako leo. Somo la kina na linalokwenda haraka na litaendana na kile tulichogusia kwenye video fupi eh, video fupi chache zilizopita, ambayo ni sura ya kumi na mbili ya kitabu cha Ufunuo. Lakini safari hii sio tu kuhusu pre-trib na mid-trib vinavyopatikana humo, bali ni hadithi nzima, muhtasari mkubwa wa mwisho wa nyakati umefunuliwa katika sura moja, Ufunuo sura ya sura ya kumi na mbili. Hebu tuingie ndani yake na nitakuonyesha ninachozungumzia. Tunaanza hapa kwenye Ufunuo kumi na mbili mstari wa pili. Inasema naye akiwa mja mzito akalia kwa uchungu, akihangaika kuzaa, kisha koma ambayo inamaanisha tofauti, yani na akapata maumivu ya kujifungua. Sasa, mwaka 2017, tarehe 8 Septemba, huu ndio ulikuwa mwanzo wa mafumbo ya unabii kufunuliwa kwangu. Hii ilibadilisha maisha yangu na ilianza mwendo wa huduma hii iliyoanza miaka minane iliyopita kwenye chaneli yetu kuu inayoitwa Ministry Revealed kwa kweli tuna mafundisho ya kina ya saa mbili na nusu kuhusu sura nzima ya Ufunuo 12 na mahali inapounganishwa na jinsi inavyofunua haya yote. Leo tutafanya hivyo katika mafundisho mafupi sana, ili kukusaidia kuiona na kuielewa zaidi. Sasa hii hapa hapa, katika mstari wa mbili, ambapo yote alianza kwetu, alikuwa na mimba, akilia, ana utungu na kuumwa katika kuzaa. Naam, katika Isaya 66:7, sikiliza inavyosema. kabla hajapata uchungu alizaa Umeona hilo kabla hajapata uchuu, na hii inasema naye alipokuwa na mimba arilia akijifungua. Kwa hivyo kabla ya uchungu alijifungua, hilo ndilo fumbo la kabla ya dhiki. Utangulizi wa dhiki ni kabla ya uchungu, na hiyo ni wakati fulani baada ya mstari wa moja hadi mstari wa mbili, ndipo utangulizi wa dhiki ni kutoleka iliharuswa kabla ya kabila mimba na kisha inasema tazama hili, tazama hili, na kisha inasema Kabla maumivu yake haijamjia alizaa mtoto mwanaume. Ni nini kabla ya maumivu? Ni uchungu wa kujifungua. Kwa hiyo kulikuwa na mmoja kabla ya uchungu wa kujifungua na sasa mmoja kabla ya maumivu, na nini kinakuja kabla ya maumivu? Ni uchungu wa kujifurua wa uchungu wa kujifungua ambao uko hapa ni siku arobaini za mwana wa Adamu, anapokuja katika mafundisho ya Luka, anapokuja kama mpanda farasi mweupe baada ya harusi ya siku saba ya watu wa mataifa mbinguni. Kisha inasema nini na niliumia sana kujifungua. Isaya sita ilisema nini? Uh, Isaya sitini na sita saba inasemaje? kabla ya maumivu yake alijifungua mtoto wa kiume. Kwa hivyo hiyo ni siku arobaini kabla ya maumivu. Ufafanuzi wa maumivu nyeuki, tukienda kwenye Ufunuo kumi na mbili mbili katika Strong's Concordance yetu katika e-Sword tunaona kwamba neno maumivu linamaanisha mateso, maumivu, uchungu, mateso. Hii ndiyo tafsiri ya mwanzo wa dhiki na ndiyo mwanzo wa miaka kumi na nne ndiyo mwisho wa siku, ni miaka kumi na nne na kipindi kinachoitwa juu, ambacho ni siku hamsini. Kama umekuwa ukifuatilia huduma hii, unaelewa kwamba Matayo, Marko, Luka mwishoni ni, ni Luka, Marko, Matayo, kabla ya dhiki, katikati ya dhiki, baada ya dhiki. Hii yote ni sehemu iliyo hapo juu hadi itakapoanza, ambayo ni mwanzo wa miaka kumi na nne katika mpanda farasi mwekundu. Sasa tazama kitakachofuata, tuendelee. Ufunuo 12 mstari wa tatu, joka kubwa jekundu lenye vichwa saba na pembe kumi linaonekana. Basi inatokea tu kwamba katika Ufunuo 13, wakati yule mnyama anapopata nguvu na mamlaka yake anapoanza miezi zake 42 kama mnyama wa siku za mwisho, tunaona kwamba yule joka alimpa nguvu zake kiti chake cha enzi na mamlaka yake hii itakuwa mwishoni mwa vita vya pili vya dunia, eh, vita vya tatu vya dunia ambavyo vitaanza katika miaka kumi na nne wakati wa maumivu na vitaisha takriban miaka miwili na nusu ndani ya dhiki kuu, wakati ishara ya joka itaonekana na mnyama kupewa mamlaka yake, na hapo ndipo miezi arobaini na miwili itaanza. Mwisho wa hiyo miezi arobaini na mbili tunaenda Ufunuo kumi na mbili mstari wa tano na tazama kinachopokea naye akazaa mtoto wa kiume ambaye atatawala mataifa yote kwa fimbo ya chuma. Sasa kuja kwa Mwana wa Adamu ni lini? Katika hatua hii tunaiona hapa hapa katika Ufunuo sura ya sita mwishoni mwa muhuri wa sita, ambao ni mwisho wa mwaka wa sita wa mihuri. Tunaona kila mtu akipali, miamba na milima hutuangukia na kutuficha kutoka kwa uso wake yeye aketie juu ya kiti cha enzi na kutoka kwa ghadhabu ya mwanakondoo kwa maana siku kuu ya ghadhabu yake, ghadhabu ya mwanakondoo imekuja. Tunaona nini? Kimbive, Marko 13 Kama umekuwa ukifuatilia mafundisho hapa, tunajua katika Marko 13 kwamba baada ya dhiki hiyo, katika mstari wa 25 inasema na nyota za mbinguni zitaanguka na nguvu zilizo mbinguni zitatikisika, ndipo watakapomwona mwana wa Adamu akija mawinguni. Huyu ndiye anayekuja mwishoni mwa waka wa sita wa mihuri, na angalii inavyosema na nyota za mbinguni zitaanguka. Ilisema nini katika Ufunuo 6 kumhusu? Ilisema katika mstari wa 13 katika Ufunuo 6, na nyota za mbinguni zikaanguka juu ya nchi kama vile mtini upukutishavyo tini zake zilizoiva. Unaona, ni wakati ule ule. Sasa angalia kinachotokea. Tukienda kwenye Ufunuo mbili, tunaona mwishoni mwa kanisa la nne mwisho wa Thiatira inasema katika mstari wa 27, naye atawatawala kwa fimbo ya chuma kama vile vyombo vya vya mfinyanzi um, vitavunjwa vipande vipande. Kama nilivyovipokea Baba yangu na mimi tutawapa nyota ya asubuhi. Ni maneno yale yale, kwa sababu unajua, ni kwa nini kuna fumbo katika jinsi makanisa saba yamepangwa kwenye Ufunuo sura ya pili na ya tatu na tumefunua hili katika masaa ya mafundisho kwenye chaneli yetu kuu Ministry Revealed, na tukachambua makanisa saba ya siku za mwisho. Sababu kuna makanisa manne katika sura ya pili na matatu katika sura ya tatu ni kwa sababu mwisho wa kila moja ni kuja kwa mwana wa Adamu. Hii hapa mwisho wa mihuri ya miaka sita na mwisho wa Ufunuo sura ya tatu ni Bwana anapokuja akishuka miguu yake juu ya mlima wa Mizeituni na unaona, imeelezwa wazi hapa anapokuja mwisho wa mihuri ya miaka sita. Sasa angalia kile kingine ambacho Ufunuo kumi na mbili kinasema baada ya mwanaadamu kuja, inasema na mtoto wake akanyakuliwa. Hii kunyakuliwa ndiyo tumekuonesha kwenye mafundisho kama umekuwa ukifuatilia kutoka kwa Wakorintho wa pili sura ya kumi na mbili wale waliotangulia dhuluma ni wale walio katika Kristo zaidi ya miaka kumi na nne kama tulivyokuonyesha sawa so, hapo juu kabla ya miaka kumi na nne kuanza kwa mpanda farasi mwekundu una kabla ya dhiki na ni wale wanaoenda mbingu ya tatu lakini katikati ya tribu ni baada ya kuja kwa mwana wa Adamu ndiyo maana unamwona mwishoni mwa muhuri wa sita na kisha umati mkubwa wa katikati ya tribu uko katika sura ya saba na wanaenda wapi? Kazama hii, Walinyakuliwa na wanaenda Paradiso, inatumia neno lile lile maneno yale yale, "alikamatwa." Kwa hiyo baada ya kuja kwa mwana wa Adamu kuna alikamatwa, sawa na mwisho wa Ufunuo sita hadi Ufunuo saba na ule umati mkubwa wa katikati ya tribu uliokamatwa. mimi kinatokea baya yako sasa, miaka saba ya mihuri imeisha, na sasa ni wakati wa miaka saba ya tarumbeta na sasa yule mnyama ameangamizwa na kuja kwa Bwana mwishoni mwa muhuri wa sita pamoja na zile pembe kumi, na tazama kinachotokea baada ya hago. sasa tuna katika Ufunuo 12:6 maelezo ya siku elfu moja mia mbili na sitini. Hiyo ingekuwa takriban nusu ya kwanza ya hukumu za tarumbeta. Nini kinatokea wakati huo? Kuna vita dhidi ya Mikaeli na malaika zake dhidi ya joka na malaika zake katika siku hizo elfu moja mia mbili na sitini, lakini nini kinatokea duniani wakati huo? katika ufunuo kumi na moja tatu inatuambia unaona mnyama huyo alikuwa na miezi arobaini na miwili ya kukanyaga chini ya miguu yake na kisha una mstari wa tatu ambao mashahidi wawili wanatabiri kwa siku elfu moja mia mbili na sitini hiyo ndio nusu ya kwanza ya tarumbeta siku zao elfu moja mia mbili na sitini zitakapokwisha angalia inavyosema katika ufunuo kumi na moja saba na watakapomaliza ushuhuda wao yule mnyama atokaye katika kuzimu atafanya vita nao na kuwashinda Zawa. Kwa hivyo kuna vita inayotokea wakati huo, na tunaona siku hizi 1260 zinaisha lini? Basi inasema wakati yule mnyama anatoka katika shimo lisilo na mwisho. Kwa hiyo ufunuo wa sura ya tisa kwenye tarumbeta ya tano, ambayo ni katikati ya tarumbeta, takriban nyaka kumi na nusu ndani ya dhiki kuu, inasema Nilimwona nyota ikianguka kutoka mbinguni kuja duniani na kwake alipewa ufunguo wa shimo lisilo na mwisho, naye akalifungua shimo lisilo na mwisho. Hiyo na maana kwamba katika Ufunuo wa 17 mstari wa nane, mnyama aliyekuwako miezi yake 42 imefikia mwisho, mwishoni mwa mihuri, si kwa sababu Bwana alimshinda na hii ni siku 1260 hadi lini? Tarumbeta za katikati, mwishoni mwa wale 1260, atakapopanda kutoka shimoni lisilo na mwisho na kwenda kwenye uharibifu. Sasa nini kitatokea wakati huu? Siku elfu moja mia mbili na sitini zimeisha. Shetani ametupwa nje na shimo sasa litafunguliwa. Shetani anaona kwamba ana muda mfupi tu. Sawa, alitupwa chini duniani, na atafanya nini? Atamfukuza mwanamke, atakayeruka juu ya mabawa ya tai kwenda nyikani kwa wakati na nyakati na nusu ya wakati, ambayo ina maana moja ongeza mara mbili ongeza nusu, kwa jumla ya miaka mitatu na nusu atalindwa hadi mwisho wa miaka kumi na nne. Lakini nini kitatokea? Atakimbia na shetani atamfuata kwa maji kama mafuriko. Sasa kumbuka, anafuata kama maji kama garika, lakini sasa pia kuna vita vinavyozuka dhidi ya mashahidi wawili. Vita hivi dhidi ya mashahidi wawili vitadumu kwa muda gani? Naam, hebu tuone katika Danieli tisa ishirini na sita baada ya miaka saba kama majuma saba na karibu majuma matatu na nusu, ni miaka mitatu na nusu ujenzi upya wa mji na mitaa umefikia mwisho na kisha watu wa mkuu atakayekuja watauharibu mji na patakatifu, na mwisho wake utakuwa kwa gharika. Hilo hapo na kisha inasema, na hata mwisho wa vita ukiwa umeamuliwa. Vita ni nini? Hiyo ndio vita dhidi ya mashahidi wa mili. Vita hii itadumu kwa muda gani? Nam, hebu tuambalie katika Ufunuo kumi na moja. Inasema kwamba mnyama anayepanda kutoka shimoni atafanya vita dhidi yao kwa hivyo tunajua kwamba hiyo ndio vita inayoianzisha hapa, lakini itaisha lini? Kwa sababu katika Danieli ilisema kwamba itafikia mwisho. Naam, imebaki miaka mitatu na nusu tu katika miaka kumi, na tunaona katika Danieli kumi na mbili saba, hii itachukua muda gani, sivyo? Hadi maajabu haya yote yakini, na katika mstari wa saba inasema kwa wakati, nyakati na nusu wakati, watakapokuwa wamekamilisha kutawanya nguvu za watu watakatifu, mambo haya yote yatatimizwa. Angalia, hakuna mwisho, ni moja tu mbili na nusu miaka miwili na nusu ni muda gani? Mnyama na shetani na nabii wa uongo watachukua katika miaka mitatu na nusu ya mwisho, hadi lini? Mambo yote yamekamilika, imekamilika lini? Katika Ufunuo kumi mstari wa saba inasema, lakini katika siku za sauti ya malaika wa saba atakapoanza kupiga baragumu, ndipo siri ya Mungu itakapotimizwa. Kwa nini? Kwa sababu hiyo itakuwa mwanzo wa mwaka wa kumi na nne na mwaka mmoja umebaki. Bwana anarudi na, na miguu yake kwenye mlima wa mizeituni. Siri itakuwa imeisha, na katika Danieli 9:27 inatokea tu kwamba anathibitisha agano na, na wengi, kwa sababu alifanya agano mwishoni mwa mihuri sasa. Anathibitisha agano lake kwa mwaka huo wa mwisho, kwa sababu amerudi na miguu yake kwenye mlima wa mizeituni, na tunaona hapa hapa katika Zekaria sura ya 14, katika siku ya Bwana atakapokuja na kusimama miguu yake chini kwenye mlima wa mizeituni, atafanya nini? itakuwa wakati wa mashine kubwa ya kukamua divai hii ni ufunuo sura ya kumi na tisa kwenye shinikizo la mvinyo la ghadhabu ya mungu huu ndio wakati atakapowaangamiza maadui wote walio karibu na hii itachukua muda gani basi itaanza kwenye tarumbeta ya saba mwanzoni mwa mwaka wa kumi na nne na tunaona hili katika mathayo sura ya ishirini na nne naye atawatuma malaika zake kwa sauti kuu ya tarumbeta hiyo bila shaka ni sauti ya tarumbeta ya saba na tunaiona katika Ufunuo sura ya 11 wakati kila kitu sasa kitakuwa cha Bwana na ni wakati wa ghadhabu ya Bwana Mungu Mwenyezi, ambayo ndiyo mashine kubwa ya kukamua divai. Katika Mathayo sura ya 24 inatuambia kwamba wakati huu utakuwa kama ilivyokuwa siku za Nuhu. Sasa unajua kwamba siku za Nuhu, huu mwaka wa mwisho wa 14 utawakilisha siku za Nuhu na siku za Nuhu zilianza mwezi wa pili siku ya 17 ziliisha mwezi wa pili siku ya ishirini na saba na kufanya iwe mwaka mmoja na siku kumi kwa jumla. Unajua kwa nini hilo ni la nguvu? Kwa sababu katika Mambo ya Walawi ishirini na tano mwaka wa arobaini na tisa ambao ni mwaka wa kumi na nne wa dhiki, huo mwaka mmoja, huo mwaka wa mwisho ni mwaka mmoja na siku kumi, kwa sababu siku ya kumi ndipo parapanda ya yubile inapopigwa na tarumbeta hiyo ya mwisho itakapopigwa mwaka huo wa mwisho na siku kumi zitakapokwisha, wakati na nyakati na nusu ya wakati zitakuwa zimeisha, nao watarudi kutoka jangwani na kupokea sehemu yao. Ndugu na dada, ni ufunuo wa mwisho wa siku katika sura moja. Mungu akubariki. Kwaheri kwa sasa.